Namba mbili, min ayi madinatin huwa, tokea mji gani yeye. Namba tatu, kam ukhtan lahu, ana dada wangapi? Kwa hiyo haya majibu yake hapo kwenye habari hiyo sana. Namba mbili, vile vile dha hadhihi alamata, waka alama hii atiki, ama maljuma li sahihati, baina sentensi zilizo sahihi, wa hadhihi alamata, alama hii ya x au x, hiyo ama maljuma li ladhi laysa sahiha, baina sentensi ambazo si sahihi. Hishamun min washingtuna, Hisham natokea Washington. Akhawatuhu muslimatin, dada zake ni Waislam. na tatu, banatuhu lasna bimutazawijatin, watoto wake si wenye kuolewa. na nne, abnauhu tulabun, watoto wake ni wanafunzi. na tano, umuhu laisat bimuslimatin, hs na namba sita Abu Muslim baba yake Muslim, hii si kweli, baba yake si Muslim. Kwa mujibu habari, tunaanza kusoma swali namba tatu. Ta'amal ma ya, zingatia yanayofuata, zingatia kile kinachofuata. Natumia simu yangu kwa sababu kitabu nimekiacha na bado niko safarini kwa hivi hivi, inshallah tutafika. Hamidun talibun, Hamid ni mwanafunzi sentence hiyo. Hamidun talibun, Hamid ni mwanafunzi. Kisha mbele kaandika Hamidun laisa bitalibin, Hamid si mwanafunzi.

Kwenye khabar wanaweka herufi ba, herufi be, wanaongeza kwenye khabar kule, wanakuwa bi talibin kwa kasra, kwa sababu ba ni herufi ya kutia jar ya kasra. Kwa maana anakuwa Hamidun laysa bi talibin, Hamidun laysa bi talibin. Na hii laysa inaweza kuwa mwanzo wa sentensi pia, fa laysa Hamidun taliban au laysa Hamidun bi talibin. Lakini hapa sheikh ametumia usulubu huu kwamba mubtada inakuja, jina linakuja, fa laysa inakuja baadaye, kwa hiyo ba, Hamidun Laisa bi talibin, usulubu ambao unatumika sana, usulubu huu umetumika mara nyingi. Kwa hiyo sisi tutaenda kama shekhe alivyoandika hapa, Hamidun laisa bi talibin. Atullabu sigarun, wanafunzi ni wadogo. Atullabu laisu bi sigarin, wanafunzi si wadogo. Atullabu laisu bi sigarin, kwa mtu angeweza kusema atullabu laisu sigaran kwa fatiha kwa sababu inakuwa ni habari ya laisa inakuwa na

aminun laisa btalib aminatu laisat bitabibatin alfatayatu mutazavijatun, mabinti ni wenye kuolewa. Alfatayatu mabinti ni mmoja, ni fatatu, binti mmoja. Fatatun mawili, fatatani, wengi ni fatayatu. Fatatu, fatatani, fatayat wengi. Kijana wa kiume ni fatan, mmoja fatan wawili ni fatayani, vijana wawili wa kiume, wengi ni fityatun, wengi ni fityatun. Allah asema kwenye suratul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim, kwa hakika wao ni vijana wale wanaomuamini Mola wao. Fityatun vijana wengi wa fatan, fatayani, fityatun wa kiume, hawa kike fatatun, fatatani, fatayatun, kwa al-fatayatu mutazawwijatun, mabinti ni wenye kuolewa alfatayatu lasna bimutazabujatin, lasna bimtazabujati, hiyo na usivute. Ukivuta inakuwa ni sisi, nahnu nahnu lasna, lakini wao wanawake ni hunna lasna, usivute kama hapa kwa alfatayatu lasna bimutazabujati, mabinti si wenye kuolewa. Anta kabirun, wewe ni mkubwa. Anta kabirun, wewe ni mkubwa. Anta lasta bikabirin, wewe si mkubwa. Anta lasta bikabirin, iko hivi, lakini unaweza kusema pia lasta kabiran, ikiwa na fatha hii khabar, sababu ni khabari laysa ni kwa fatha. Anta lasta kabiran, ni uslubu unatumika sana, ni huwa kutumia ba, herufi ba. Anta lasta bikabirin, hii ndio maarufu zaidi. Antum jududun, ninyi ni wapya. Antum jududun kija laisa, hapa antum lastum bijududin, ninyi si wapi. Antum lastum bijududin, ninyi si wapi. Anti faqiratun, mwanamke sasa, wewe ni fakiri, maskini. Anti faqiratun, kija laisa, anti lasti bifaqiratin, wewe si maskini. Anti lasti bifaqiratin, wewe si maskini. Antunna mujtahidatun, ninyi ni wenye kujitahidi antunna mujtahidatun, ninyi wenye kujitahidi. Ya laisa wa na antunna lastunna bimujtahidatin, antunna lastunna bimujtahidatin, ninyi si wenye kujitahidi. Antunna lastunna bimujtahidatin. Ana mudarrisun, ana mimi, mudarrisun, mimi ni mwalimu. Ya kunje laisa wa ku, ana lastu bimudarrisin, ana lastu bimudarrisin, mimi si mwalimu

Almau baridun, maji ni baridi. Kija laysa, naqulu: almau laysa bibaridin. Almau laysa bibaridin. Naam. Hishamun maridun, Hisham ni mgonjwa. Hishamun maridun, Hisham ni mgonjwa. Kija laysa, hishamun laysa bimaridin, Hisham si mgonjwa. Hishamun laysa bimaridin, Hisham si mgonjwa

Kwa nafatha atiflu laisa bijau'ana atiflu laisa bijau'ana, ibidio bijau'anin ena kwavila hini mamnu'u min sarfi, ikuwa laisa bijau'ana kama Sheikh alivoandika kbele, bijau'ana.